Tumuombee dua marehemu tuache kuweka dhana zozote nyingine Dio. Lakini lingine tuiangalie familia yake marehemu. Ameacha wa watoto watatu wote wa kike. Wajibu wetu sisi marafiki, jamaa, tulikuwa tunafanya naye kazi, mi binafsi na Marudi Kitenge, tumeshafanya fanya kazi sana sana ni sana, sana, sana. Sana, sana, wakati wetu sisi sasa wa kuitazama familia yake hasa watoto wake Dio. Dio. Na uzuri mahitaji ya watoto wa kike yanafahamika, hauhitaji kupiga simu Yaani, ukifika dukani unaweza kachukua vitu muhimu kapeka. Kikubwa kwenye shule Dio. Malazi na kula, sio tu kuposti posti picha tu, unalia tu pale. Msiposti picha, Muombeeni dua, tuwaombee ni ni dua watu waliotangulia bila kuposti picha. Ukimwombea dua hmm. ni faraja kubwa sana, washike mkono waliobaki, walikuwa wanategemezi kwake. Hilo kubwa, si. Tumwombee dua marehemu Tuache kuweka dhana zozote nyingine, lakini lingine, tuiangalie familia yake marehemu. Ameacha watoto watatu wote wa kike, wajibu wetu sisi, marafiki, jamaa, tuko tunafanya naye kazi. Mimi binafsi na Marudi Kitenge tumeshafanya kazi sana. Ndiyo. Sana, sana, ni wakati wetu sisi sasa wa kuitazama familia yake hasa, Ndiyo. watoto wake. Ndiyo. Na uzuri, mahitaji ya watoto wa kike yanafahamika, hauhitaji kupiga simu, yaani, yani ukifika dukani unaweza kuchukua vitu muhimu kapeka. Ndiyo. Kikubwa kwenye shule Ndiyo. malazi ndio. Nakula, sio tu kuposti posti picha tu unalia. Na tu pale, picha msiposti picha, muombeni hey, dua tuwaombee, ni dua. Na, dua watu waliotangulia bila kuposti picha, ukimwombea dua hmm, ni faraja kubwa sana, washike mkono walobaki waliokuwa wanategemezi kwake, hilo kubwa hilo. Mheshimu sana mtu anayevaa miwani, anayevaa miwani kwa sababu anatumia gharama kukutazama wewe, chukua hiyo kutoka kwangu. Sasa leo kuna wale watu wajuaji Nataka niwafundishe kitu wale watu wajuaji. Mnajifanya mnajua vitu vingi. Niko na jiko hili hapa hili. Leo nataka niwaonyeshe namna gani sausage eh, kutoka Kilimanjaro eh, umeona beef Vienna inavyotengenezwa. In Kuna watu wamekuwa wakipata nafasi za kupika au kuchoma au kuchemsha. Unakuta wanazichemsha na maji ya moto sana. Leo nataka niwafundishe. Hii sausage hii ni sausage beef Vienna. Mfano ukitaka kuichoma hakikisha moto wako sio mkali. Moto ukiwa mkali, hii itapasuka puf. Au maji ya moto unaenda kuchemsha, maji ya moto yakiwa makali, hii itapasuka. Na wakumbusheni bidhaa Kilimanjaro imetengenezwa kwanza kuhakikisha kuwa inakusaidia wewe Mtanzania eh, sio unatumia moto wako mwingi. Hii ni beef Vienna. Leo nataka naonyeshe. Sasa mimi leo nina moto mdogo hapa, nazichoma hizi kwa sababu ya breakfast. Punguzeni ujuaji mnapotumia bidhaa kama hizi, sawa? maisha yako magumu, ndio ushinde jiko hata hili sawa maisha yako zulfu hali ndo ushindwe jiko kama hili ushaipata eh? Hiyo ndo Kilimanjaro eh meat. Sasa hii leo napiga beef Vienna sausage. Zipo za aina mbalimbali, lakini hii nimeamua nitumie tu mimi kwa kipindi hichi kwa sababu kama hivi nimepumzika weekend na choma zangu, na subiri kunywa zangu chai. Haya ndo maisha, expensive life. Maisha expensive unaishi mburati. <laughs> maisha expensive unaishi sijui hati nasoma Eh, kibaa tuone maisha expensive hati sio me. Dar es Salaam mwambieni, msikanywele ule expensive life, nipo nasubiri sausage so zangu hapa ile zi, hala